Niwaombe, wamesema wengine hapa, siku ile ya kupiga kura tarehe ishirini na tisa, kila aliyejiandikisha ahakikishe anakwenda kupiga kura na kama ataamka mgonjwa atoe taarifa kwa mjumbe wa eneo lake afanyiwe mipango kwenda kupiga kura. Sasa kama hayo mnatukubalia naomba nione mikono ya kura ambazo zitakwenda kupigwa siku hiyo. Arusha oye! Kazi na utu, Wanarusha tupeni kazi, tupeni kazi, Chama cha Mapinduzi tukajenge utu wa Mtanzania. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Tunawashukuru sana na Mungu awabariki.